Nam dakika tisini 9 zimetamatika katika dimba la Benjamin William Mkapa, mimi niko na Muhindi wa Simba Sports Club atuambie ya yale ambayo ameyaona ndani ya dakika tisini. Muhindi ukopoa? Tukopoa kabisa, tunabashasha ndugu yangu. Mbona kama kinyonge? Wala wala, unajua sasa hivi eh, Derrick ni mwendo wa tatu tatu eh? mwendo wa tatu tatu, Ligi mnaanza kwa tatu tatu eh, na ndio huu mwendo wetu. Namshukuru kwanza awali yayote Mwenyezi Mungu kwamba tumeshinda mechi ya leo, tumepata pointi tatu kibindoni. Tuna pointi sita na magoli sita, tunaongoza ligi, tunaongoza ligi, tuko keleleni. Ee, tunajisikia baridi sasa hivi, tunajisikia baridi eh, tumevaa makoti sasa hivi. Kwenye ligi hawajarudi bado ndio nakuwa... nani kwenye mabingwa watetezi hawajacheza mchezo miwili, wana pointi ngapi? Wana pointi jana, ilikuwaje mbea dakika ya tatu dakika ya tatu. Yeah. Mtu kacheza faulo mbaya, ilikuwa straight red card. Ndo hayo tunasema, mambo ya kubebwa ndo hayo. Katika ligi ya mwaka huu hatuyataki sisi, tunataka fair play. Fair play ndio ndo itatufanyisha bingwa halali apatikane, Derek, bila hivyo bingwa halali hayatapatikana. Sisi tuna Unajua, mimi nilidhani kabisa kwamba leo hii tu huyu mwamuzi angefungiwa kabisa kabisa. Mwamuzi wa leo mwamuzi wa jana, leo angepata adhabu kutofuata sheria kumi na saba za mpira. Na mimi kwa fursa hii naomba sana bodi ya ligi kwamba wawe wakali, wachukue hatua zinazostahilika ili ligi yetu iendelee kuwa bora bila hivyo ligi itakuwa na madudu hayo hayo yaliyotokea jana paka, unajua Derek, paka refari baada ya mechi alihema eh, kama alisikitika kwamba alichofanya nini eh? yani paka, lakini wakati huo ni too late eh? ukisha tema ukisha tema huwezi kuokota, ndo eh? hayo yaliyotokea kwa mechi ya leo kwa klabu yangu mm. Mimi nasema wachezaji leo wamecheza kwa full commitment. Full commitment vipi Deriki? Kwamba wachezaji wamejituma, na hayo tuliongea juzi kwamba tunataka wachezaji wajitume walete full commitment uwanjani. He, walete full commitment uwanjani mm. waipiganie nembo ya Simba yes. wacheze kwa jihadi hiyo. hayo tumeyaona leo mm. na hiyo isiwe kwa mechi moja tu hiyo uh-huh. iwe mwendelezo ndio tunachotaka sisi wanachama na washabiki wa Simba mm. kwamba iwe mwendelezo Tio. kwa hiyo ni salamu kwa wachezaji wangu na benchi la ufundi Tio. kwamba hayo tuliyoyafanya leo tuwe na mwendelezo tusipoe tusipoe, yeah. huu mwendelezo utatufanyisha tufike mbali hmm. na Mungu kwa uwezo, leo waliocheza commitment ya leo hmm. yeah. Joshua Mutale Joshua Mutale. Udo. Joshua Mutale. Udo. Bravo, bravo, bravo kabisa. He? bravo kabisa Derek hmm. Yani, superb nampa salute bwana uh-huh. yani, nampa salute kwa heshima yake hmm. amecheza superb mefanya full commitment hajapoteza mpira, ana dribble, anatoa pasi, anatoa pasi huku, yuko mbele, anaomba pasi nyingine. Ndio hii tunayotaka Simba eh? Hii Simba ndio tunaitaka sisi. Leo leo hakuna aliyocheza chini, hamna hamna, wote wachezaji na wote leo superb. Hongera zao, nawashukuru sana kwa commitment yao, na nawaomba, nawasihi kwamba tuendeleze, mwendelezeni huu commitment. Majirani mmewaona jana pale hamna timu Deriki, tusidanganyane, tuwe wa kweli. Mashabiki baada ya mchezo, wakawa wanaimba kwamba hawamtaki kocha. Sasa hiyo kuimba sio jana tu, baada ya kutoa draw walishaanza kuimba toka jana kwamba hawamtaki, wakati toka kabla ya mechi ya jana walishashinda mechi zote. Sasa hawamtaki kwa kibigezo gani? Mimi nataka au naomba huyu kocha wao aendelee, bwana aendelee. <laughs> Aendelee kocha mzuri sana eh? Kocha mzuri sana aendelee, huyu aendelee, alafu mwisho wa msimu tuone matokeo. uh -huh. si unanielewa, kama mnaoingiza mtego hivi viongozi e, wa Yanga yani, mimi naomba hmm. na nawaomba hao hmm. utopolo hmm. nyuma mwiko wasimache huyu hmm. kocha huyu huyu kocha mzuri eh. kocha mzuri sana. kwa nini unasema kocha mzuri? kocha mzuri eh? ah, kocha mzuri, hmm. mzuri. hana shida kwani kutoa oh, mechi moja yeah. Deriki ndo mfukuze kocha yeah mechi zote si mmeshinda eh? mechi zote mmeshinda, kwa hiyo mimi nasema nanawasii na kwamba waendelee nao kocha, mbonge la kocha yule eh. Eh bwana mzee wangu, kwa namna ambavyo umeitazama Simba sasa, ni dhahiri heri shahiri, msimu huu mko kwa ajili ya kutetea ubingwa ambao mmeupoteza takriban misimu minne mfululizo. Unajua Deriki, kitu kimoja nikuambie kwamba Leo full commitment ya wachezaji ndio imefanya leo tushinde. Tuwe wazi na wakweli, yeah. Sawa, kocha ana mbinu zake, lakini wachezaji ndio wanaocheza kwenye pichi ambao wameleta full commitment, wamejituma kwa asilimia mia. yeah. yeah. Mwangalie Joshua mutale leo, Abraham Morris. yeah. Abraham, Abraham superb. Eh? Yeah. Yeah. Mwangalie mwalimu alafu mimi yani mawazo yangu na labda rai yangu tuwe tunaanza na mwalimu forward mi yule, yule mtoto mi namkubali sana yule. Yani ni bonge la forward unajua, anacheza na mpira, anacheza na move ya mpira eh, mara uko huku mara uko huku, ana commitment. Ni rai yangu kama mwanachama na mashabiki wa Simba kwamba kweli amenikosha pia na wana... bonge la goli la tatu aliyofunga na sasa hivi Derike sasa hivi sisi tumewachia mabeki wafunge magoli. Sasa hivi tumewachia mabeki wafunge hapo, mafoda tujaanza nao, foadi ni huyu tu mwalimu <coughs> Eh, mwalimu ndo kafunga leo. Lakini sasa hivi tunataka tuanze na mabeki alafu taratibu taratibu hata kipa aende akafunge, ndo eh, mpira Simba sasa hivi. Bwana, kila mtu afunge. Eh. Tuzungumzie kiwango cha Tanzania tanzaniawa Yakubu Suleiman. Superb, superb. Yani superb. Yani amenikosha yani, unajua wachezaji mana waliocheza leo mm, na hata waliofanyiwa sabu kweli, wote wamejituma Deriki, leo mtu unaona kabisa kwamba wanacheza wanacheza kwa ile nguvu ya kuipigania nembo ya Simba sa, sa. Eh? Hicho mimi menikosha leo, ndio maana narudia kusema kwamba mm, waendeleze huo mwenendo mm, usipoe Mzee wangu, hem, tuzungumzie kitu kimoja mimi na wewe na kumalizia kwa hili ukitazama, Simba Sports Club, ukimtazama kocha Suleiman Matola unadhani, na hizi romans ambazo zinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, Profesa Nasir bin Nabi yuko katika ardhi ya Tanzania kumalizana na Simba Sports Club, mnadhani, mnaweza mkawa mmepata kocha sahihi atakayewapeleka kwenye nchi ya hadi unajua mimi kama mimi mimi nasema Nasrudi Nabi ni kocha mzuri, ila kuna wana Simba wanasema kwamba yeye atakuwa anatumika na nyuma mwiko, lakini sidhani Deri kitu kama hicho yeah. tuchukulie mfano moja tuchukulie mfano moja. yeye atakuwa yuko commitment, committed na simba yeye yeah. analipwa mshahara na simba leo hawezi eh, Derek sidhani. Eh, kwamba mtu yeye anaweza kapoteza CV yake, hawezi kupoteza CV yake eti kwa ajili ya kutaka kutumika na na Yanga eh. Kwa hiyo mimi hiyo kitu sikubaliani nalo eh. Nabi ni kocha mzuri na mimi binafsi namkubali, na hii inaposema kwamba labda anaweza katumika, hiyo haito sidhani kama inaweza, kwa sababu kila mtu ana profession yake. Leo mfano wachezaji wetu ambao walikuwa Simba wameondoka kwenda nyuma mwiko je? Yeah, wanatumika yeah? Hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo, yeah, mimi sidhani kitu kama hicho kipo. Kwa kifupi, niseme tu kwamba Nabi anafaa kuwa kocha wa Simba. Asante sana.